A uh, uh, ushindi wa Dr. John Pombe Magufuli kwa shamra shamra, halikadhalika wakimsisitiza kuhakikisha anatimiza ahadi alizotoa wakati wa kampeni. Sudi Shabani na Emmanuel Dida wamepita katika viunga vya jiji la Mwanza na hii hapa ni taarifa yao. Pombe Magufuli, kwa Dr. John Pombe Magufuli kuwa ndiyo mshindi katika kinyang'anyiro hiki cha uchaguzi mwaka 2015. Naitwa Nixon Vincent Fungwa Maganga. Na unazungumziaje sasa hatua ya kutangazwa kwa Chama cha Mapinduzi ah, kwa kuwakilishwa na Dr. John Pombe Magufuli? Kwa kweli nimefurahishwa sana Dokta John Pombe Magufuli kuchaguliwa kuwa rais. Nina imani, nina imani na serikali. Dokta John Pombe Magufuli ni mtumishi, e, ni mwadilifu, ni mchapakazi. Mchakato wa uchaguzi, mchakato ulikuwa ni mkubwa, kutegemea kwa kweli kama itakuwa hivi. bado naendelea kutafuta shamra shamla hapa katika jiji la Mwanza juu ya kutangazwa kwa Dr. John Pombe Magufuli kuwa ndio mshindi katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mwaka 2015. Na sasa nakwenda katika vijuwe vya kahawa ambapo ndio ni mahususi kwa kuzungumzia mambo mbalimbali, pengine na wao wana mtazamo gani? Kama unavyojua vijuo vya kahawa, kuna mambo mengi kabisa toka enzi hizo za wazee wetu. Karibu tena.

na kikubwa ambacho tunakitaka mara baada ya kupatikana kwa huyu bwana ni mtendaji. Kwa kweli taifa limepata mtendaji, ndugu Magufuli, hapa kazi. Na mwisho wa siku, napenda kuambia wenzangu, ama vijana wenzangu, mwenye lika kama rangu, kitu ambacho tunataka kufanya ni kumuunga mkono ndugu yetu Magufuli, ili tuweze kuijenga Tanzania yetu. Niko hapa a, katika moja kituo kijio cha kahawa, tukijaribu kuzungumza mambo mbalimbali kuhusiana na swala zima la uchaguzi. Pengine sasa kama mmoja wa wafuasi wa Ukawa nini ambacho anakitazama sasa kufuatia ku, kutangazwa kwa Dr. John Pombe Magufuli? Naitwa Kristofa Jesta Sisangu. Tunakubali katika kile kilichotokea kutokea tume. Tunashukuru Mwenyezi Mungu katufikisha salama. Tutaendelea kushirikiana naye Pombe Magufuli. Kama nilivyokuambia hapo awali. Ndani ya vijiwe hivi, mambo mbalimbali huwa yanazungumziwa ikiwa masuala zima la mambo ya kisiasa. Mimi naitwa Isa Hassan Msomali, mimi ni mwanachama wa CCM tangu mwaka sabini mbili nikiwa nafanya kazi mawasiliano, ndipo nilipoingia kwenye CCM na kweli nashukuru sana, tangu zoezi hili limeanza la uandikishaji mpaka kufikia hatua hii leo ya mwisho Nafurahia sana kitu kikubwa, amani. Kitu amani, ndio nafurahia sana. Vijana katika kipindi hiki cha uchaguzi wamejitokeza kwa wingi sana katika kupiga kura, kutimiza ahadi ya msingi. Pengine, sasa wewe kwa katika unatazamaje? Nashukuru kwa vijana kuwa na umoja na mshikamano na amani tulionayo kwa sasa. Labda tuendelee tukaijenga hivi hivi amani, ili tusije tukaingia katika hali ya kuweza kuleta mbadiliko wa kuweza kuleta mvurugano wa kupoteza amani. Swala la kutangazwa kwa Dr. John Pombe Magufuli pia limekuwa ni gumzo hata katika jina naitwa Juliana Emmanuel. Ninachoomba Mungu, namwombea baraka na heri katika mambo aliyoyatamka, ayatendee kweli, sio kwamba atamke na asiyatekeleze, atekeleze yote ambayo aliyoyatamka. Amepatikana mshindi, lazima tubane na matokeo. Wanachokihitaji ni Dr. John Pombe Magufuli kuhakikisha anatimiza ahadi zake ambazo aliziahidi katika mikutano ya kampeni. Naitwa Sudi Shahabani, Star TV, Mwanza.